Hashtag Elimika. Amani na upendo vitawale kwako kwa mwana hashtag Elimika, kwa moyo mkunjufu na wa dhati pasipo na mawaa yoyote. Ni alhamisi nyingine tulivu, mwana hashtag Elimika, tunapokutana kupeana elimu, ujuzi na maarifa juu ya mambo kadha wa kadha. Hashtag Elimika imebeba jukumu hilo kukuelimisha juu ya jambo ambalo ima ulikuwa unalijua ama hulijui, ila hapa sisi tunakuambia hashtag Elimika, elimu zaidi. Leo tunajikita katika sekta ya usafiri na usafirishaji. Mwana hashtag elimika, unapohitaji kusafiri huwa unazingatia nini zaidi? Je, ni gharama zako, usalama wa chombo unachohitaji kusafiri nacho, uharaka wa chombo au vyote kwa pamoja? Au wewe bora ufike unakoelekea na je, unazijua aina ngapi za usafiri zipatikanazo duniani na usafiri gani wewe unaoongoza kuutumia mpaka hivi sasa? Kujua haya yote, basi ungana nami ndani ya hashtag elimika ambapo leo tutaangazia aina za usafiri, usalama wake katika matumizi, lakini pia tutaangazia moja ya jambo ambalo naamini nawe pia hujiuliza kuhusiana nalo, nalo si jingine, ni water salute, yaani zoezi la kuimwagia ndege maji. Je, lina maana gani? Kwa nini ifanyike vile? Na lilianzishwa na nani? Je, ni suala la kitaalamu au ni mbwembwe tu? Hayo yote yamo ndani ya hashtag elimika hii leo, usibanduke, usitoke. Mimi ni Samson Kessy, Mr Samfacts, mwalimu wako wa dhati ndani ya hashtag elimika ya Arise and Shine TV inayokujia kila siku ya Alhamisi, muda na wakti kama huu. Hashtag elimika, elimu zaidi. Hii ni hashtag elimika, hashtag elimika. Aina za usafiri zinazopatikana duniani hadi sasa zinaweza kugawanywa kulingana na mazingira yanakofanyika, teknolojia inayotumika na matumizi yake. Namba moja, ni usafiri wa nchi kavu. Huu unahusanisha barabara na reli. Usafiri wa barabarani hasa huu huhusisha gari binafsi, basi, taksi au taksi mtandao, pikipiki piki au bodaboda, baiskeli, magari ya mizigo, haya kwa wengi huita malori. Lakini usafiri wa reli, hii hutumia treni za kawaida, treni za mwendo kasi, yaani bullet trains, tram light rail metro, yaani treni za chini ya ardhi. Lakini pia upo usafiri wa angani, huu huwa na vyombo kama ndege za abiria, commercial airplanes, ndege ndogo binafsi, helicopter, drones kwa usafirishaji wa mizigo midogo na huduma maalum. Lakini mipango ya usafiri wa anga za mbali Space Tourism, mfano SpaceX na Blue Origin. Lakini pia upo usafiri wa majini au usafiri wa maji, huu hubeba vyombo kama meli za abiria, meli za mizigo boti ndogo, feri au ferries au pantoni kwa lugha nyingine, lakini boti za kasi speedboats, mitumbwi ya kawaida au ya kisasa, majahazi na dhohu hususan maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki. Lakini usafiri namba nne ni usafiri wa miguu na wanyama, kutembea kwa miguu, punda, ngamia, farasi hususan maeneo ya vijijini au jangwani, maprego ya farasi horse drawn carts. Lakini usafiri wa kisasa na wa kielektroniki unashika namba tano: magari ya umeme electric vehicles EVs, magari yasiyoendeshwa na mtu self driving car, Hyperloop ambayo kwa sasa ipo kwenye majaribio yanayoendelea kuhusu mfumo wa kasi sana wa ardhini, scooter za umeme e e-scooters, baskeli za umeme e-bikes, hoverboards na Segways lakini namba sita ni usafiri wa anga za juu Space Travel ambayo inahusisha safari za anga kwa watalii, space tourism, na bado zinapigwa jaramba huku makampuni kama SpaceX, Blue Origin na Virgin Galactic yakiendeleza teknolojia hiyo. Je, ripoti mbalimbali duniani zinabainisha ni upi usafiri salama hadi sasa? Kulingana na tafiti mbalimbali za kimataifa kama zile za WHO, ICAO na Global Road Safety Report, zinabainisha kuwa usalama wa usafiri ni jambo linalotegemea vigezo kama ajali, idadi ya vifo kwa kila kilomita iliyosafiriwa, hali ya miundombinu, teknolojia inayotumika na nidhamu ya watumiaji. Tafiti hizo zimegawanyika katika makundi yapatayo matano ambayo kwanza ni orodha ya usafiri kwa usalama wake. Kwa kawaida hii ikijumuisha treni inayotumia reli ambayo inatajwa kuwa ni njia salama zaidi. Kiwango chake cha ajali ni kidogo sana kwa idadi ya abiria, lakini sababu za usalama zikitajwa kuwa ni mfumo wa kufuatilia kwa kompyuta, njia zilizotengwa na ajali huwa ni chache. Mfano wa nchi zenye mifumo salama zaidi ya treni ni pamoja na Ulaya, Japan na Uchina. Lakini usafiri namba mbili ni ndege. Huu ni usafiri wa anga ambao unatajwa kuwa salama sana, kwani kiwango cha vifo kiko chini sana kwa kila kilomita moja. Sababu za usalama huo ni kutokana na teknolojia ya hali ya juu, ukaguzi mkali wa usalama na mafunzo ya marubani. Kulingana na tafiti mbalimbali za IATA na ICAO, zinaonyesha kuwa ndege huwa ni salama sana, licha ya kuwa na ajali chache kubwa ambazo hushtua katika vichwa vya habari. Lakini usafiri wa tatu ni meli. Huu ni usafiri wa maji makuu, ni salama kwa mizigo na abiria na kiwango chake cha ajali ni cha chini kwa meli kubwa za abiria. Changamoto yake, ajali kubwa huwa nadra, lakini mbaya hasa, katika hali mbaya ya hewa au uzembe wa kibinadamu. Mfano wake ni cruises na ferries, au pantoni zilizo na viwango vya kimataifa na ni salama sana. Lakini pia kuna usafiri wa hali ya kawaida na una hatari ya kati. Hii inajumuisha basi za masafa marefu, usafiri wa umma wa barabara. Hatari yake inategemea sana nchi husika. Baadhi zina viwango vizuri vya usalama kama nchi za Scandinavias, lakini nyingine kama nchi nyingi zinazoendelea zinaonyesha kuwa na changamoto nyingi. Sababu za hatari ni uchovu wa madereva, miundombinu duni, uzembe wa watumiaji wa barabara na nyingine lukuki. Lakini zipo aina za usafiri zenye hatari zaidi, hii ikijumuisha pikipiki au bodaboda. Kiwango cha ajali kipo juu sana, hasa katika nchi zinazoendelea. Kwa mujibu wa utafiti wa WHO imeripoti kuwa pikipiki zinahusishwa na asilimia kubwa ya majeruhi barabarani hasa kwa vijana, sababu ikiwa ni kutokuvaa kofia ngumu yani helmet, mwendo kasi na kutozingatia sheria za usalama barabarani. Lakini pia aina nyingine ya usafiri yenye hatari zaidi ni kutembea kwa miguu na baskeli, ikiwa tu kama hakuna miundombinu iliyo salama. Hatari yake ni kuwa watembea kwa miguu na waendesha baskeli wako katika hatari kubwa sana, hasa katika maeneo yenye magari mengi na barabara zisizo na njia maalum, na mfano wake ni katika miji mingi ya Afrika na Asia ambapo watembea kwa miguu ndio waathirika wakubwa wa ajali za barabarani. Baki hapo hapo, yapo mengi zaidi kuhusu usafiri hii leo. Ni hashtag elimika. Hashtag elimika. Tumulike sasa usafiri wa anga. Inawezekanaje uwe ndio usafiri salama zaidi duniani? Unaweza kuwa unajiuliza ni uimara wa kifaa kwa namna kilivyotengenezwa au kwa kuwa anga halina mabonde au unawaza kwa kuchekesha kuwa angani hakuna taa za barabarani au nawe upo njia panda? Unaweza kuwa pia unajiuliza ni kwa namna gani kifaa hichi kimetengenezwa mpaka kiwe salama kiasi hichi. Jibu ni kuwa utengenezaji wa ndege hutengenezwa kwa kutumia mchanganyiko wa madini na vifaa maalum vinavyotoa mlinganyo sahihi kati ya uzito mdogo nguvu ya kustahimili mshtuko na kudumu kwa muda mrefu. Madini na vifaa vinavyotumika sana kutengeneza ndege ni pamoja na aluminium, ambayo hii huchukua asilimia hamsini hadi sitini ya uzito wa ndege nyingi. Kazi yake hutumika kwenye fuselage, kiwiliwili, mabawa na sehemu za ndani ya ndege, sababu ikiwa ni nyepesi, inakataa kutu na rahisi kutengeneza. Lakini pia aluminium huchanganywa na aloi. Mchanganyiko huu mara nyingi huunganishwa na madini kama magnesium au shaba ili kuipa uimara zaidi. Madini namba mbili ni titanium. Hii huchukua asilimia 15 hasa kwa ndege za kisasa au za kijeshi. Kazi yake maalum titanium ni sehemu za injini, maeneo yanayopata joto kali. Faida yake ni kuweza kustahimili joto, kutu na ni imara sana. Mfano, ndege za Boeing 787 na ndege za kivita kama F22 hutumia titanium kwa wingi. Lakini kifaa namba tatu ni carbon fiber composite. Hii huchukua hadi asilimia hamsini ya miundo ya ndege mpya, si madini bali ni nyuzinyuzi za carbon, carbon fiber reinforced plastiki CFRP. Kazi yake hutumika zaidi kwenye sehemu za nje za mabawa na fuselage, sababu huwa ni nyepesi kuliko aluminium, lakini ni imara zaidi. Mfano wa ndege zilizowahi kutengenezwa kwa kutumia fibers ni Boeing 787 Dreamliner ambayo hutumia zaidi asilimia hamsini ya carbon fiber. Lakini madini namba nne ni magnesium, kazi yake ni kwa ajili ya kutengeneza sehemu za ndani na vipande vya vifaa vyepesi. Faida yake ni nyepesi zaidi kuliko aluminium, lakini huhitaji ulinzi dhidi ya kutu. Lakini madini mengine ni chuma cha pua stainless steel na aloi za nickel kazi yake ni kutengeneza injini na sehemu zenye joto au msukumo mkubwa. Hii huipa faida zinazoweza kustahimili joto la juu sana. Mwana hashtag Elimika, wewe ni shuhuda kuwa ni mara kadhaa umeshuhudia kupitia vyombo vya habari au hata ukiwa mubashara katika viwanja vya ndege, ukiona tukio la ndege kumwagiwa maji inapowasili na umekuwa ukijiuliza, je, inapozwa? Je, water salute au salamu ya maji ni nini hasa? Hili ni tendo la heshima ambapo magari maalum ya zimamoto katika uwanja wa ndege hupuliza miembe mbele ya maji juu ya ndege mpya au ya heshima kwa kunda kama daraja la maji wakati ndege inapotua au kupita. Sababu kuu hasa za ndege kumwagiwa maji yani water salute ni kuikaribisha ndege mpya kwa shirika la ndege au safari mpya, lakini safari ya mwisho ya rubani au ndege fulani retirement flight, lakini pia kufungua safari mpya yani ruti inag lakini pia heshima kwa viongozi au watu maarufu wanaowasili kwa ndege, lakini pia kumbukumbu kumbu maalum kama miaka ya huduma ya shirika la ndege. Hii hasa hufanywa na nani? Mara nyingi hufanywa na vikosi vya zimamoto vya uwanja wa ndege. Huwa wanatumia mashine maalum ya kunyunyuzia maji, yani fire trucks zenye shinikizo kubwa. Lakini unakuwa unajiuliza, je, kuna hatari? Jibu ni hapana. Maji haya hayamwagi moja kwa moja juu ya ndege kwa nguvu bali hupulizwa juu kuelekea hewani kwa usalama mkubwa, na hakuna maji yanayoingia kwenye injini wala kuathiri mfumo wowote wa ndege. Mfano ni shirika kama Air Tanzania linapopokea ndege mpya kutoka Boeing au Airbus, huwa linafanyiwa water salute inapowasili kwa mara ya kwanza Dar es Salaam, au katika uwanja wa ndege wa Kilimanjaro KIA. Je, ni nani aliasisi water salute, salamu ya maji? Ingawa hakuna rekodi rasmi ya mtu mmoja aliyepewa sifa ya kuanzisha water salute, mila hii inasemekana ilianza kwenye viwanja vya ndege vya Marekani kati ya miaka ya 1930 hadi mwaka 1950 kwa kuiga heshima zinazotolewa na jeshi la wanamaji, yani nevi. Asili hii ya water salute ilichukua msukumo kutoka kwa salamu za mizinga na bendera zinazotolewa kwa heshima ya wanajeshi, viongozi au matukio maalum kwenye meli na viwanja vya kijeshi. Hivyo, walinzi wa viwanja vya ndege hasa vikosi vya zimamoto walianza kutumia maji kama njia salama ya kuvutia na yenye uzito wa kiheshima badala ya mizinga au baruti. Historia fupi inaonyesha: miaka ya 1950 hadi 60, shughuli za salamu za maji zilianza kuonekana kwenye viwanja vya ndege vya kimataifa, hasa wakati wa kustaafu kwa marubani wa kongwe au kuwasili kwa ndege mpya. Miaka ya 1980 hadi 90, mila hii ikaenea zaidi kwa shirika kubwa kama British Airways, Lufthansa, na Delta hasa kwa ndege mpya au huduma mpya. Leo water saluti ni sehemu rasmi ya mila za anga duniani kote. Si tukio la dharura bali ni tendo la heshima, furaha na kumbukumbu. Lengo kuu lilikuwa ni kutoa heshima kwa ndege, rubani au huduma mpya, kutoa shukurani kwa marubani waliostaafu kuvuta hisia za umma kwa tukio maalum na shirika la ndege, lakini pia kukuza hadhi ya viwanja vya ndege na kuonyesha ukarimu wa kitaifa. Lakini jambo la kuchekesha ni kwamba katika baadhi ya tamaduni maji huaminika kuashiria baraka, mwanzo mpya na utakaso, hivyo kumwagiwa ndege maji ni kuiombea safari salama na kuipa baraka katika kazi mpya. Hii ndio #elimika elimu zaidi hii. Ni hashtag elimika hashtag elimika. Sasa tuangalie ni kwa nini ndege huhesabiwa kuwa salama zaidi, ili hali ajali moja tu husababisha vifo vingi sana. Yaani ja, jumla ya hatari ni ndogo sana kwa safari nyingi zinazofanyika mpaka kufika hapo. Mwana hashtag elimika, ni imani yangu umejifunza mengi zaidi kuhusiana na ndege, usalama uliopo, lakini namna inavyotengenezwa kupitia madini mbalimbali mbali, bila kusahau umejua kuhusu water salute, heshima ya maji inayopewa ndege pale inapotua katika uwanja wa ndege. Na hii hutokea kwa ndege mpya au zile ambazo zinaanzisha safari mpya, yani new route. Mimi sina la ziada, mwana hashtag limika, ulikuwa nami Mr. Samfact Samson Kessy wa hashtag limika ya Arise and Shine TV mpaka wakati mwingine, siku ya Alhamis, muda na wakti kama huu. Hashtag limika, elimu zaidi.